Nina kusalimu katika jina la Kristo na matumaini ya kwamba umzima wa afya na unaendelea vizuri, na jina la Bwana linatukuzwa katika maisha yako leo. Ikiwa ni siku ya maombi ni kukaribishe tuweze kutafakari neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya ishirini. Sura ya ishirini ni kama mwendelezo tu wa sura ya kumi na tisa na tuna najifunza tu mambo kadhaa ambayo ningependa mojawapo tujifunze leo kwamba ili tatizo li, li ukipatwa na tatizo, wa kwanza kumkimbilia ni Mungu. Yaani wa kwanza kumkimbilia ni Mungu ukipatwa na tatizo. Lakini ni lazima uweze kulikubali lile tatizo ndipo lile tatizo litaondoka. e, tunaona hapa kulitokea tatizo mauaji, na haya mauaji yalileta taharuki kwa taifa la Israeli, na ikazalisha vita. Kwa hiyo ili vita hii waweze kuishinda Israeli dhidi ya Wabenjamini, ilibidi waweze eh, kwanza E, kujitafakari na kuangalia ni wapi walipokosea. Mara hata walikwenda vita mara ya kwanza, nadhani na mara ya pili bado walishindwa, na kwa hivyo walibidi wamtafute wa, wa, wa, wa Mungu, e, na kujisaiisha na kuweza kutubu. Ilikuwa hiyo katika, nadhani katika historia ya kibiblia na katika kitabu kizima hichi, kwa sababu kulikosekana kiongozi maalum wa kuongoza, ndio maana kila mtu aliyeibuka alikuwa tu anakuwa ni mwamuzi e. Ilibidi viongozi waweze kuwa pamoja na wale watuseme watu wa kawaida wanaowaongoza kwenda kwa Mungu kumwomba kwa maana ya kuomba toba e, waliliona wa tatizo, wakalikubali tatizo na walipo likubali tatizo wakamwomba Mungu awasamehe wa eh, wakamuomba Mungu waweze kuwa, eh, walimuomba Mungu waweze kuwasamehe, na in fact walipoungama wakatubu, na walipofanya haya yote Mungu aliingia aliingilia kati, maana walienda kumwomba Mungu ushauri, walienda kuzungumza na Mungu. Na walipo walipolikubali tatizo kwamba lipo kama taifa, walipolikubali tatizo lipo, ikabidi e, waungame wa, wa, wa, e, watubu e, wamwombe Mungu msamaha, waombe msaada wa Mungu, na hiyo ndio iliwasababishia hatimaye wakashinda vita. Kwa hivyo, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba vita yoyote tunaweza kuishinda ikiwa tutaanza na Mungu, lakini pia ni muhimu tukubali tatizo. Unajua, wako viongozi wengi katika ulimwengu huu wakiwemo wa kidini na kisiasa, ambao hawakubali tatizo na hawakubali kuwa wanakosea. Tunapaswa kulikubali tatizo lipo, na pia tunakubali kukubali makosa. Tukifanya hivyo, ni rahisi sana kuondokana na tatizo, lakini janga linapotokea kubwa katika jamii ni muhimu kwenda kwa Mungu kwa uaminifu, kwa ukweli, kukubali kuwa tatizo lipo, kuwa tumekosea, na kwa hivyo tunamhitaji Mungu aweze kuingilia kati. Kwa hivyo, unaona hawa Israeli walipolikubali tatizo, na kwa sababu vita ilishaanza kati yao na hawa Benjamin, ilibidi walikubali, watubu, waungame wamwombe Mungu awasaidie aingilie kati, na kweli Mungu aliingilia kati na ile vita wakaishinda na tatizo likaondoka. Kwa hiyo ni hivi, wewe rafiki yangu, ukikosea kubali kwa umekosea, iwe ni mtu binafsi, kubali umekosea, maana unakubali tatizo lipo, kubali kabisa. Sio hivyo tu, wewe we ni mtu binafsi, lakini familia Ukikosea kubali kuwa umekosea na kubali tatizo kuwa lipo. Ikiwa ni taifa mmekosea, kubali we kama ni kiongozi kubali, umekosea kuwa tatizo lipo, kosa lipo. Na mtamfanye hivyo wote kwa pamoja ungamianeni, tubuni, nendeni kwa Mungu. Ombeni ushauri wa Mungu. Na mkifanya hivyo, mwisho wake kutatokea ushindi, kutatokea umoja. Na ni kweli watu wanapokuja kwa pamoja wakiomba kwa umoja kwa sababu wameyakubali makosa, wamekuliona tatizo wakakubali, wakaungamiana dhambi zao, wakaungama mbele za Mungu, pia wakaomba toba, wakaomba wakamwomba Mungu awasamee na aingilie kati, Mungu anaonekana kati yao na anawapatia ushindi. Kwa hivyo, ukitaka kuipata kuishinda vita yoyote iliyo mbele yako na kuliondoa tatizo, wa kwanza nenda kwa Mungu, kimbilia kwa Mungu omba ushauri kwa Mungu lakini likubali kuwa tatizo lipo, kubali makosa, omba msamaha. Na Mungu ataingilia kati na vita yote utaishinda. Kwa hiyo ujumbe wangu siku ya leo nataka nikuambie hivi. Nataka nikueleze hivi. Anza na Mungu, mkimbilie Mungu katika changamoto yako yoyote, katika shida yako yoyote, katika jambo lolote linalokusumbua, mkimbilie Mungu. Ukimkimbilia Mungu, nataka nikuambie, atakupatia ushindi katika vita ya aina yoyote ile inayokukabili, na hakika ushindi upo tunapokuwa na Mungu. Kwa hiyo Bwana akulinde na akutunze na akubarikie, na aweze kupatia mahitaji yako sawasawa na mapenzi yake. Tuweze kuomba. Baba, nakushukuru kwa ajili ya rafiki yangu huyu. Naomba uweze kumlinda na kuweza kumtunza naomba pia, hata kama ni kiongozi hata kama ni nani akubali kuwa kuna wakati anakosea, akubali kuwa kuna wakati kuna tatizo, na kwa njia hiyo akukimbilie wewe, kwa umoja aweze, uweze kuomba kwa pamoja, na uingilie kati, uondoshe matatizo na kati na changamoto ambazo zinawakabili, ikiwa ni ya mtu binafsi, ikiwa ni ya familia, ikiwa ni ya taifa, Bwana aingilia kati na wakawapatie ushindi zidi ya vita yote iliyo mbele yao. Bwana, asante kwa sababu unawaneemesha na unawabariki katika jina la Kristo mwokozi wetu. Amina. Bwana akubariki sana.